Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar naendelea kutekeleza majukumu yake ya kudhibiti na kupambana na uhalifu wa dawa za kulevya. Huu ni uhalifu mkubwa wa kupangwa kwa kuzingatia sheria za Zanzibar, sheria namba nane ya mwaka 2021, sheria ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 14 Aprili 2025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 za mtuhumiwa huyo zenye thamani ya Tanzania shillings milioni 169 na laki nane kuwa mali ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari. Nyumba hizo ni hizi zifuatazo. A. E, nyumba namba 157 iliyopo Jondeni, Shehia Ngomeni, Wilaya ya Mkoani, Mkoa wa Kusini Pemba yenye thamani ya Tanzania shillings milioni 15 na laki nne. B. nyumba namba 147 iliyopo Jondeni, shehia Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shillings milioni 71 na laki tisa. C. nyumba namba 146 iliyopo Jondeni, shehia Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shillings milioni 45 na laki mbili. D, nyumba E, namba 43 iliyopo Kihogoni, Shehea ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shilingi milioni 37 na laki tatu. Jumla ya pesa zote hizo ni milioni 169 na laki nane. Aidha, natamka wazi kuwa mtu yeyote ambaye hajaridhika na tamko hili anaweza kuiomba mahakama kufanya mapitio na ombi lake linatakiwa kuwasilishwa mahakamani ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya leo, kama inavyoelekezwa katika kifungu cha 73 ta, 73 mabano 4, cha sheria namba 8 ya mwaka 2021, sheria za Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya za Zanzibar inaendelea kuchukua hatua kali za kupambana na uhalifu huu mkubwa wa kupangwa wa dawa za kulevya ikiwemo kutaifisha mali za wahalifu wakubwa wa dawa za kulevya zilizobainika kupatikana kutokana na chumu haramu na dawa za kulevya ili kupunguza nguvu za wahalifu katika biashara ya dawa hizo. Aidha, tusipochukua hatua wa kali wahalifu watapata mwanya wa kutakatisha fedha haramu na kuhadaa jamii ili waonekane wao ni watu wema, kumbe ni wahujumu uchumi wa taifa letu. Hapa tunapeleka meseji kwamba wahalifu wa biashara haramu ya dawa za kulevya haulipi, watafute biashara nyingine ya kufanya. Ndugu waandishi wa habari, kuanzia mwaka 23 hadi 25 tumeshataifisha mali za wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya zikiwemo nyumba 15, beach villa moja, viwanja na mashamba nane, magari saba, pikipiki mbili na boti tatu zote zikiwa na thamani ya Tanzania shillings bilioni 17.4 zikiwemo nilizotaifisha hii leo. Hii inamaanisha kuwa mamlaka imejipanga vyema kwa kukabiliana na wafanyabiashara haramu wa dawa za kulevya, hivyo wale wote wanaojihusisha na biashara hiyo waache mara moja. Mpaka sasa hivi tu, mapapa ambao tumeshawakamata ni, ni watano, na wengine hivi karibuni tutatangaza utaifishaji wa mali zao hawa ambao tumesha taifisha tayari bilioni 17.4, lakini wengine tunaendelea na process, lakini unakuta kwamba papa mmoja anaweza akamiliki eh, mapusha labda 20 mapusha, na wao wanaweza wakawa na syndicate ya watu labda 50 au mia. Kwa hiyo tuking'oa huyu papa, tutakuwa tu, tu, kwa kweli tumetekeleza e, eh, eh, wajibu mkubwa kwa mamlaka za kulevya, kwa sababu sasa hivi nani, mamlaka ninayoiongoza chini yangu sasa hivi tunakwenda kudili na mapapa. Ndio maana akasema wajihadhari, kwamba list yote tunayo na sisi hatukurupuki, hatumuonei mtu. Tunafanya uchunguzi, tunachakata taarifa, baadaye sasa ndio tunakuja na maamuzi magumu kama haya tunayoyafanya.